Mr. Spika Moses Masika Wetang'ula Mbona wewe badala ukuje wa tres wafanyikazi na wakulima wa Nzoia wenyewe unaenda kanisani wacha kupaka makanisa matope na ujanja na ufisadi wako <coughs> mambo ya Nzoia orogazi Bungoma County, we will continue singing one time one time one time one time. So hata tumefuatilia, tumeona si rai, hmm. Ni hao wanasiasa wetu wakiungana na President Ruto yes. Kwa sababu kama kampuni mmeweka kwa pri, kwa private investor mbona yeah. Tena unakuja ati mwezi wa sita unaweka kwa budget mm. Na wewe ni private investor anatangana mwenyewe uh, ni watu waambie walipeana zoya kwa pesa ngapi, ndio raia akaanza ku run yenye imeshindwa kulipa wafanya kazi kulipa watu area zao na wakulima. Sasa hivi leo unasema hivi sukari iko ina, inashagwa hata, sasa kuna trailers zinachukua hiyo sukari zinapeleka ready for market. So tunashangaa hizo sukari yenye inashagwa wakiuza hii pesa wanapeleka wapi? That's why tunauliza kwa Rusaka. Hizi pesa zenye unatembea nazo huku na huku. Kila unaona wiki moja ikisha, ati milioni ishirini amepatiana wapi hizo mm? Pesa yenye mnatoazoa hapa simuwaja waweze kukilia wafanyakazi wa hapa. Okay. Wa, yes, walipe mkulima, yes, na walipi, yes, na walipi retiree, yes, ili amutaona maandamano wengine hapa. MOU ilisema absorption ya wafanyakazi ni 80%. Mm. Up to now it's at 40%. Yes. So we don't know where are we heading. Mm. Our employees are languishing at home.

Mm. MOU walisema wanatukilia yeah. Mbona sasa hii hawachakilia mm. Sisi tunataka pesa yetu, sheria ifuatwe. Mbona wafanyakazi wanafinywa chini na sheria haifuatwi? mm. na hakuna wanaongea. yeah. Serikali wamenyamaza, viongozi wetu wamenyamaza, munataka yeah. tuende wapi? Spika wetu wa bunge alikuwa jana kongoli kanisani, badala ya kukuja kwa kambuni kutululi, kutuambia kuwa anaenda kutupea pesa yes. Anaenda kutangazia kanisani okay. kuwa rais yetu ametenga bilioni mbili watatupea mwezi wa sita na sisi tunadai bilioni kumi na kumi point eight. Sasa akitupea bilioni mbili mwezi wa sita hapa katikati tutaenda wapi? Yeah. So, tunaomba, tunaomba spika, tunamheshimu spika, rudi huko vilisema amepigia siezi mbadi pesa zetu watuletee zote.